Hello, naitwa Liberia Tarimo ni msambazaji wa bidhaa za Neo Life Company uh, niko hapa wewe kukujulisha ama kukuhabarisha wewe Mtanzania, mwanamke mwenzangu, <coughs> unayesumbuliwa na changamoto tofauti tofauti za kiafya kwenye kampuni yetu tuna bidhaa nyingi, tuna bidhaa za afya, tuna bidhaa za usafi, tuna bidhaa za kilimo. Lakini hapa nimekuletea bidhaa moja ya afya, hii hapa, inaitwa garlic, ambayo ni vitunguu saumu original, lakini pia na dawa moja inaitwa care. Hii ni kwa ajili ya akina mama, lakini pia ni kwa ajili ya akina baba na kwa ajili ya watoto. Hii unaweza kutumia kwa matumizi mengi. Matumizi moja, kwa ajili ya akina mama, jamani, akina mama wanaomba, wanapata changamoto za, za wa wa UTI sugu giwa na PID haima, haimalizi haiishi Ukitumia bidhaa hii changamoto yako inaisha. Tunatibu kwa ndani kwa kutumia pills zilizoko kwenye hii box, lakini pia tunatibu kwa nje, ili uweze kufanikiwa vizuri zaidi. Na wewe unayesumbuka na changamoto aidha ya unapata miwasho sehemu za siri, au unatokwa na harufu mbaya, au unatuka una, unatuka una, una, una fungus, au unmishambunafan ana unazitibu una, una, una, una, una, una, una, una, lakini zinarudi, unatibu lakini zinarudi ama una una unafanga una fangasi za mikono mikononi miguuni na za sehemu zote ile, hii inaweza ikakutibu na ukafanikiwa vizuri sana. Jamani, sio bidhaa ya babaishaji, sio bidhaa ambayo itakufanya ita usumbuke, ila ni bidhaa ambayo itakufanya uwe na furaha na amani, ujiamini. Jamani wanawake wenzangu, kujiamini, utajiamini endapo utakuwa umetibu changamoto zako za kiafya. Jamani, niwaalike wote muweze kupata bidhaa hii ili uweze kuwa huru, uweze kuwa na amani, uweze kuwa na furaha, ili uweze kuinjoi maisha kama watu wengine wanavyoinjoi maisha jamani. Kwa upatikana wa bidhaa hii ama kwa maelekezo zaidi na ushauri, ni tafute kwa namba ya sifuri saba sita tatu themanini na nne hamsini tisini na sita.